Balozi Sirro ametoa rai hiyo wakati akizindua huduma za kibingwa na bobezi katika hospitali ya Rufaa Maweni mkoa wa Kigoma, huduma hizo zikienda sambamba na maadhimisho ya miaka 53 ya hospitali hiyo tangu kuanzishwa kwake. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mashine ya endoscopy.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 ya kibingwa ambayo inatarajiwa kufanyika kwa muda wa siku tano kama walivyosema wenzangu, kuanzia tarehe 13 hadi 17 Oktoba 2025, ikiwa na lengo la kutoa huduma maalum kwa wagonjwa wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Huduma zitakazotolewa ni pamoja ambayo tu sisi umri unaokwenda, ya kwanza magonjwa ya moyo, na hii mwambie wengine wote, umri unavyokwenda moyo nao unapungua nguvu yake. Sasa ni makani mahali sahihi pa kuja kuangalia moyo wako umepanuka kiasi gani. Lakini magonjwa ya ndani kama nilivyosema, endoscope kuingiza kuangalia kuna nini, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, magonjwa ya watoto, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya afya ya akili, na hii nayo inachangia sana magonjwa ya afya ya akili. Mwanamko wako akikusumbua kuzi kidogo kibao kibao, unafikiri uko salama, kumbe kuna tatizo la kichwa chako hakijakaa vizuri, magonjwa ya kina. Hebu akina mama mnipigie makofu kwenye hiyo. Kwa hiyo hapo akikugonga mangumu, mwambie lakini kichwa chako kimekaa sawasawa, unawezekana wewe una matatizo ya kichwa chako. <laughs> magonjwa ya kinywa na meno, huduma za sikivu. Kwa hiyo magonjwa yote yote, tuna wataalamu wabobezi wako hapa kwa hizo siku tano, tuzitumie vizuri vizuri sana.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 lakini utapia mlo unakuta mzee ndiye anakula nyama, watoto hawapi nyama kwe, mtoto. Kwa hiyo mtoto ukuaji wake unakuwa wa shida. Kwa hiyo yote hapo, wataalamu wetu watatoa elimu katika katika hiyo, kwa hiyo magonjwa mbalimbali. Ndugu zangu na wadau wa maendeleo, nitumia fursa hii kuwashukuru sana Wizara ya Afya, ndugu zangu za afya, e, mwenyekiti wa bodi, naomba utufikishe salamu zetu, tuna, tuna, tuna appreciate sana kwa kufanya jambo hili Ofisi ya mganga mkuu wa mkoa, madaktari bingwa wabobezi kutoka hospitali mbalimbali za kitaifa. Nami nawakazia nyinyi bado vijana wadogo hapa, naona umri wenu, this is your time that you are supposed now to live with mark kwamba kuna daktari alipita akamponyesha mzee fulani ugonjwa moyo. Kama nilivyosema, tuwapigie vijana wetu hawa makofi, alafu wajua wamesoma kwa sababu ya kodi zetu. Sasa wanapotuona wagonjwa, tumekwenda wasifike mahala wakachoka, wasichoke ni wajibu wao sasa kutimiza wajibu wao. Sisi wazazi tuishatimiza wajibu wetu, tumewasomesha wao. Sasa ndio retani yetu, ndio maana tunapiga wote. So, serikali yetu napeleka fedha nyingi kwa madaktari kuwasomesha, sekondari, vyuo vikuu. Kama mnavyosikia wazee wenzangu na vijana mliopo, kwa hiyo wakati huu ndio sasa retani tunataka kuziona. Naomba tuwapigie makofi tena madaktari wetu.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 habari ya kifo ipo, na wewe ujue ukujua utakuja kwenye hii dunia. Kwa hiyo kuugua ni sehemu ya maisha, na ukiugua pambania maisha yako ke, maisha yakishakwenda kwenda hayawezi kurudi, lakini hakuna kitu duniani kinaleta tabu sana kama hofu na uoga. Ukiugua jua ni sehemu ya ubinadamu kuugua. Ukianza kutia uoga, ukawa na hofu, mwisho unaogopa mpaka kivuli chako, utakufa kweli. Naomba tujipigie makofi kwenye hiyo.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 taratibu ambazo wanakuwa wakielekezwa na watu wa afya, hasa mazoezi, lakini kubadilisha mtindo wa lishe wa vyakula kwao. Kama wananchi watafuata mtindo wa kufanya mazoezi kwa hiari, haijarishi kwamba mtu anaishi maisha ya aina gani ya kazi gani, lakini bado kutafuta muda kwa ajili ya kufanya mazoezi inaweza ikapunguza, lakini pia watu wahamasike kuje cha vyakula vyakula hasa vyenye mafuta sana, punguza utumiaji wa mafuta. Kolesteroli imekuwa kubwa sana, kwa hiyo inaweza ikasaidia kupunguza hili.